Je, yeah, umewahi kukutana na mtu mwenye kiburi cha ajabu? Yaani mtu ambaye kila mara anataka asifiwe, asikike, aheshimiwe na akikosa hivyo anachukia. Sasa, imagine bila kugombana, bila kupaza sauti, unaweza kumvunja kabisa kiburi chake kwa kimya tu. Leo nitakufunulia mbinu sita za kisaikolojia zinazotumiwa na wanasaikolojia wa tabia na wapelelezi wa kiakili kumvunja mtu mwenye ego kubwa. Zinafanya kazi kwa sababu zinagusa sehemu moja nyeti zaidi ya binadamu hitaji la uthibitisho wa nje. Lakini kumbuka, hizi mbinu sio za kutumia vibaya. Ukizielewa unaweza kuzitumia kulinda nafsi yako, kujilinda kwenye mazungumzo yenye sumu, na hata kujiondoa kwenye nguvu ya watu wenye majivuno. Baki hadi mwisho kwa sababu kwenye hatua ya sita nitakufunulia mbinu moja ndogo sana, lakini yenye maumivu makubwa kisaikolojia kwa mtu mwenye kiburi. Lakini kabla tujaingia deep, kama unapenda content za psychology, mind power na human behavior hacks, make sure umesubscribe Fikra Chanya, bonyeza alama ya kengele na usisahau kulike hii video. Hii inasaidia sana kufikia watu wengine wanaohitaji nguvu za kiakili kama wewe. Mbinu ya kwanza, kata maneno yao ya majivuno kwa kimya. Ego inapenda external validation, yaani mtu kupata heshima, pongezi, kushangiliwa au kuonekana muhimu kupitia macho ya watu wengine. Mfano, mtu kazungumza dakika tano akijisifu kwa kunyunua gari jipya, anategemea wewe useme wow au da, kweli wewe ni mshindi. Wewe kaa kimya na muangalia kwa macho ya kawaida. Unapobaki kimya bila hata kutikisa kichwa, unainyima ego yao oxygen. Ni kama moto bila hewa unazimika taratibu. Kisaikolojia, lack of external validation equals ego collapse. Mbinu ya pili: kubali kutokukubaliana kwa utulivu. Ego inataka kupambana na kushinda. Usipampinga, anapoteza arena ya kupigania. Hii inamwacha akijisikia kama bondia asiyepewa mpinzani. Mfano, mtu anakuambia uko wrong kabisa wewe unazungumza hmm. labda huo ni mtazamo wako na unaendelea na shughuli zako kisaikolojia unapoinyima pambano ego inapoteza nguvu mbinu ya tatu cheka kidogo wakiwa serious. ego kubwa inapenda kuchukuliwa kwa uzito kila neno lake lisikizwe liheshimiwe na lichukuliwe kama la kipekee lakini humor au utani au tabasamu mdogo inavunja hiyo seriousness ambayo ego inajenga. Kisaikolojia, ego inataka kucontrol framing ya mazungumzo. Mtu mwenye kiburi anataka hali ibaki nzito ili aonekane mkubwa. Mara unapoweka kicheko au utani mdogo, unabadilisha toni ya mazungumzo, unaondoa hadhi ya uongo ambayo alikuwa akijenga. Mfano, mtu anasema, mimi nilisimamia mradi wa watu mia mbili na wewe unacheka kidogo kwa heshima <laughs> kweli una eneji nyingi eh? Kwa sekunde chache hadhi yake inayotegemea kwa weight ya maneno inapungua, anajiona hana ule ukubwa aliotarajia. Kwa ufuti, humor ni silaha ndogo lakini kali, kwa sababu inageuza nguvu ya ego kuwa kitu cha kawaida, na ego ikishatambulishwa kama kawaida, ihupoteza makali yake. Mbinu ya tano Usionyeshe kushangazwa na hadithi zao. Ego ipenda kusimulia big stories ili waone response yako ya wow. Usiposhangaa, unavunja cycle ya kujisikia bora. Mfano, mtu anasema nilipata dili ya milioni kumi, we unasema kwa kawaida tu, oh sawa, na uliiweka wapi? Unaunda impression ya kwamba mafanikio yao ni kawaida tu. Saikolojia yake iko hivi: ego Equals, mfumo wa kujiona bora kupitia macho ya watu wengine. Wakati uthibitisho huo unapuuzwa au kupunguzwa thamani, ego inashindwa kujilisha. Hapo ndipo mtu mwenye kiburi anaanza kuhisi mdogo, asiyethaminiwa na mara nyingi hupatwa na hasira au aibu ya ndani. Kwa kifupi, ego inatetemeka kwa sababu utambulisho wake wa kifahari haukupata uthibitisho kutoka nje. Mbinu ya sita na ya mwisho: Sahau mafanikio yao. Oh, ulisema vipi tena? Ego inaishi kwa kukumbukwa. Unapoonyesha kusahau, unainyima legacy yao. Mfano, mtu alikueleza mara tatu kuhusu gari alilonunua, unamuuliza tena, oh gari lako ulisema ni lipi tena? Kisaikolojia hii ni kama kisu moyoni kwao. Saikolojia yake ni forgetting equals stripping recognition, na ego inakufa taratibu. Ego iliyopinduka inaishi kwa kutegemea external validation. Ukiondoa chanzo hicho, hata kimya kimya, mtu mwenye kiburi anaanza kuyeyuka, anajiona mdogo, asiye muhimu, na hatimaye anagundua hana nguvu ya kudumu bila uthibitisho kutoka nje. Hii ndiyo nguvu ya kisaikolojia isionekana, sio kwa fujo, bali kwa ustadi na utulivu. Kama umejifunza kitu leo, nipe comment hapa chini. Nipi kati ya hizi mbinu sita utajaribu mara ya kwanza? Nataka kusikia kutoka kwako, na kumbuka, hizi mbinu sio za kudhalilisha, bali ni za kujilinda dhidi ya watu wanaoishi kwa kiburi pita kiasi. Usisahau kusubscribe Fikra Chanya, kugonga alama ya kengele na usisahau kulike hii video. Hii inasaidia sana kufikia watu wengine wanahitaji nguvu za kiakili kama wewe.